Majina yangu ni David Mwangi wa Delish, chairman wa Bakasi lanching, na ninafurahi sana kwa sababu serikali yetu ya mtukufu eh, President Ruto imefika mahali na imetambua umuhimu wa kuendeza Ruai na kuifanya mahali pazuri pa watu kuishi alipoagiza tupate milioni mia mbili ya soko. Ninafurahia kwa sababu najua hiyo kazi itatendeka na sisi kama board, mimi nikiwa mkiongozi wa ile board ya Embakasi Ranching tumekaa chini na tukakubaliana na Deputy Governor Nairobi, na akaingia katika ofisi yangu, na tukaenda tukasunguka na tumeonyeshana mahali popote palipo na utilities especially za soko na mashule ile itaweza kufanya Ruai iwe mahali pazuri sana ya kuishi. Kando na hiyo, tutaandikia rais wetu ili ile pesa isikaondoke kwa maendeleo ya wakaaji wa Ruai, kwa sababu hatutakubali kamwe pesa iliyotengwa kwa ajili wa wa ya wakaaji wa Ruai iende mahali pengine. Tunajua kuna watu wengi wana, wanasikia hiyo maneno na wanakibia kwenda kupola, lakini hii ya Ruai hatutakubali hiyo pesa yenye imetolewa na mtukufu rais iende kwa njia ingine, bali ingie kwa shareholders wetu wafurahie, na tunafurahia serikali imeweka mikakati sawasawa, lakini safari mrefu inaanza na hatua moja. Yeye ameonyesha kujitolea kwake muhanga ili aweze kubadilisha maisha. Ndiyo pesa haitoshi. Soko tuna mingi, tuna zaidi ya soko nane katika Ruai ward, na hizo soko nyingi ya hizo soko ndio zile zitabadilisha maisha ya wakaaji wa wastad, na tunaelewa vizuri haitatosha lakini mpangilio mimi najua ako naye kwa sababu hata hiyo ni kujitolea, amejitolea, na nina uhakika rais wetu ni rais wa kutenda, kusema na kutenda, na mimi najua ataweza kutusikiza kwa sababu board itafanya kila iwe savyo, kila ikiweze kumwadikia na akaweze kutusikiza na tuongeze pesa. Nina uhakika, nilasema tena, hakuna shamba.